Lakini wachezaji mmoja mmoja wanaendelea sana kunikosha, ndio wakati uh, rushani sio uh, tu kwa kuscore lakini uh, jinsi anavyojikompose kwenye nafasi yake. uh, nilikuwa nawaambia watu uh, Maurice Abraham akianza kucheza atawashangaza kwa sababu mimi namjua tangu katika mazoezi ya national team au akiwa kijana, naona aliwashangaza wengi jinsi alivyocheza so, The way ambavyo wamefunga ile bao nilikuwa tunaeleza Oscar hapa kwamba yeah. Wakina Ateba walikuwa wanawachelewesha muda tu, uh, Simba lakini unaona kitu ambacho Soa anafanya, uh, nadhani atafunga mabao zaidi ya kumi na tano msimu huu sababu ni mshambuliaji ambaye yuko vile clinical, kwa hiyo wachezaji ni mapikipiki. Aua amecheza vizuri sana. Uh, na amefunga sasa, atazidi kuwachanganya Simba kwenye suala lile lile kwamba sio mpige kanzu, sio mpige topo, lakini mechi ya jana tayari ana Azizi tayari ana goli. Kwa hiyo nimepiki zaidi wachezaji mmoja mmoja na huu ni mwanzo wa ligi, kwa hiyo haikuwa good performance sana uh, kutoka kwa Simba, lakini wa, mbio zimeanza mapema sasa, maana mtu kala tatu juzi ilikuwa ni lazima jana na tena mtu wale tatu, ili waanze kwenda sawa <laughs> Bana Edo, hivi tunavyokuwa tunasema kwamba ligi yetu inakuwa nafasi ya nne nafasi ya tano ya sita barani Afrika inaleta tafsiri gani kwa timu kama Fountain Gate kwenda kwenye sizon inaanza, hawana wachezaji wa kutosha, kuna wachezaji yeah, wawili tu kwenye benchi pale. Yani Oscar, mimi nahisi hata hatuchezi, inaweza ikajirudia, inawezekana si hey, Kwa Simba na Yanga tu, hata Simba na Azam, hata Simba na Yanga, hata Kagera, amini sijui kosti na nani, kwa sababu gani Unaona haya matatizo, narudia, unakumbuka jinsi Tabora alivyoanza na Azam last season? Nadhani ndio alikuwa ni Tabora, yani tuna matatizo Tabora United yes, TRA iwa sasa sawa, ndio matatizo ambayo yanajirudia, mpaka unahofu kwamba hata tucheze inaweza yakajirudia siku nyingine. Tuna matatizo ambayo yanajirudia kila siku, na ukiuliza hayana hata logic, kwa sababu tuna muda mwingi, Oscar. Ligi yetu sisi imeanza Septemba, jaribu kufikiria, ni miongoni mwa ligi ambazo zimechelewa kuanza lakini bado nakuta kuna timu ina tatizo la vibali, sijui timu ina tatizo hili. Kwa nini? ligi imeisha Juni, tuko Septemba, timu ina wachezaji ina wawili tu kwenye benchi. Kwa hiyo hivi vitu kama hatutavisoti mapema kwa upande wote, ama klabu ama bodi ya ligi ama TFF, nadhani vitatuletea sana aibu kiasi kwamba hata hii kujivuna kwamba ligi yetu ni tano kwa ubora itakuwa haina maana kwa sababu itakuwa tu tunabebwa na na Simba, Yanga na Azam na Singida, lakini kwingineko kuna matatizo mengi sana. An anyway, uh, wakati nataka kumalizana na wewe Edo, uh, timu zetu kwenye michuano ya kimataifa, timu nne zote za kutoka Tanzania zilicheza away zote zikashinda, na kuna mechi za marajiano ambazo zinakuja kupigwa hapa nyumbani. Tunaweza tukashuhudia timu zote nne this time zika sogea kwenye hatua ya group stage. Unaiona hiyo asilimia themanini, Oscar? Yaani tayari asilimia themanini kwa sababu wote wameshindia ugenini. Ingekuwa wameshindia nyumbani, ingekuwa uh, labda tungempa advantage mtu alifunga, alifunga mabao mengi kama Yanga, lakini kwa kushinda ugenini hata kama ni bao moja minzi, timu zote sare tu zinapita. Kwa hiyo hiyo ni big step, lakini vile vitu nikumbushe kwamba inatokana na investment yaani, timu zote zimestahili. Yaani, unavyozungumzia Oscar Singida ujue sio timu ya kawaida kabisa, kocha kuanzia kina bada au cho chama ya, ukizungumzia Azam as well. kwa hiyo nadhani sasa uwekezaji wa hizi timu kubwa unalipa kiasi kwamba tunaonea sana uh, hizi kanda na sasa hivi tumeanza kuonea. Mi sikuamini nilichokuwa nakiona mechi ya Yanga na na Angola wale wa Angola ndio tumeonea hata Angola ambao ligi yao kwangu mimi haikuwa ligi legelege, na nilimwambia kwa watela kwamba kama utatima Simba na Yanga basi naamini Yanga atakuwa na mteni mgumu kuliko Simba kwa sababu naamini ligi ya Botswana iko chini ya ligi ya Angola. Lakini imajini Yanga alishinda bao tatu kwao. Kama tumefikia tu kwa uneaji wa Angola, sio ni namna ambayo kuna timu yoyote itatolewa, labda Simba wateleze, lakini siamini kama watateleza wa so, kwa sababu tayari walishinda, sio kwamba tulifungwa ugenini, manake Simba wamecheza na timu ambayo ilikuwa ni ngumu. E bana ndugu yangu Edo nakushukuru. tume ndio, ndio tuna ishirini na saba kesho ishirini na nane kuna mechi pale Benjamin Mkapa eh, kati ya Simba na Gaborone. Sasa tunaye msemaji wa timu ya Gaborone United eh, Tumo Mpatane ambaye ameweza uh, kuondoa wasiwasi kwamba wana lengo moja tu kufuzu hatua ya makundi michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kuifunga Simba Benjamin Mkapa. Na huyo hapa msemaji akiwa anazungumza na dauka somba. Nipo na msemaji wa Gaboroni United, msikilizaji wa Jana na Leo wa na ya Saf FM, nizungumze naye kuhusiana na mchezo kati yao dhidi ya Simba. Tayari wamesha wasili nchini Tanzania. Msemaji mambo vipi? Mambo, mambo, uh, mambo poa, mambo poa, uh, uh, uh, tumwampatani msemaji wa Gaboroni united. Uh, um, unie kutravel here uh, to uh, Tanzania.

Bwana msemaji wa Kaporo United anakuambia wamekuja hapa, wamekayapoti kwa muda mrefu, lakini mengine ambayo ameyasema ni kwa maana kwamba wamekuja na mpango wa kushinda na kuwafunga Simba kwa namna ambavyo yeye mwenyewe amefafanua, lakini anaonekana kama yuko na kujiamini kwa hali ya juu. Look, we have a well-trained team, a very well-coached team. Uh, we're very

Bana, msemaji wa Gaborone anakwambia Simba wamewaona, wamewaona walivyocheza mchezo wao wa ligi hapo jana, lakini pia vilevile wanawafahamu hata namna ambavyo walivyocheza na Jwaneng Galaxy. Lakini pia wao wanaamini wanakuja kupata ushindi mbele ya Simba. Uh, your last words uh, to Gaborone United fans?

This is our time kocha uh, wa gabroni huyo wakiwa anazungumza msemaji msemaji, msemaji, yeah, sorry, msemaji wa gabroni uh, ana confidence ya hatari kwamba wamepigwa kwao <laughs> lakini hawana wasiwasi, kilichowaleta hapa ni kwenda group stage nayofuata na, na wana imani pale kwa Mkapa, lazima wataipata hizo pointi tatu kwa kuendelea mbele. <laughs> tunawakaribisha sana Benjamin kwa kwa Mkapa Stadium, hawajaambiwa ee? kama kwa Mkapa atoki nyumbani kwa mnyama Simba litakuwa lilo lime, neno limewafikia kweli kwamba kwa Mkapa atoki mtu. Karibuni sana Benjamin <laughs> Mkapa Stadium, nyumbani kwa mnyama Simba. Kwa Mkapa hatoki mtu hatoki. Hatoki, kwa hiki ambacho <laughs> hatoki mtu pale kwa Mkapa hatoki, hatoki kabisa. Simba hii ambayo tumeiona jana, hatoki mtu Benjamin Mkapa Stadium. Hatoki. Hatoki mtu, mnyama haezi kuruhusu hilo jambo, hatoki mtu hatoki. <laughs>